na kusoma visa, tulisema kuna kusoma haki za mzazi ni zipi, kuna kusoma faida anazopata mtoto kwa kumfanyia mzazi, na kuna faida hasara anazopata mtoto kwa kutukumtendia. Kwa hiyo tuna vipengele karibu ni vitano. Hizo haki za mzazi tu zio karibu ni ishirini, si kama tunazosoma siku moja. Adabu zio karibu ni ishirini na tutasoma <laughs> siku moja kwa hiyo kesho, tujitahidi tupige, tumalize. Anasema, asalamu aleikum shekhe. Wa aleikumsalam. Naomba unisaidie hivi, kwa mfano, mtu kajenga nyumba ya wageni gesti, halafu watu wakawa wanafanyia machafu humo, kama inavyojulikana nyumba hizo. Je, yule mwenye gesti vipi, hukumu yake kama atakuwa anajua atakuwa napata dhambi kama atakuwa najua, atakuwa anapata dhambi. Lakini si kila gesti ina n ina, inaitwa muda gani? Short time. So kila gesti na short time. kuna gesti nyingine usipata, unaingia mle utaingia tu kama mgeni, kama utafanya dademu wako huko basi, lakini utaingia mle hakuna short time, kwamba kuna elfu mbili mbili elfu tano tano hakuna uingie upange chumba hakuna chumba cha short time, ziko hizo na gesti zingine ziko na, kuna baadhi ya gesti unaenda kabisa, na kama unaenda mwanamke, unaenda na hati ya ndoa, kwa hiyo kama utadanganya, lakini wao umejiridhisha, zipo za hivyo. Kwa hiyo kama atakuwa ndio anajua kuna chumba kabisa kimetayarishwa pale, ni cha nani? Nami ilinitokea, bahati mbaya, nimeenda <laughs> mkoa fulani hivi, nime gesti nimetoka, ilikuwa ni swala ya um, magharibi, narudi nakuta shuka hazipo. ah, tumeona tukibadilishie shuka na ili na nini. ah, sasa mimi nilikuwa sijui, kumbe jamaa ujamaa ah, ni wakulima wa kutosha, hizi walisawa wataka kubadilisha na godoro <laughs> sido hiyo nakuta chumbani hapo kosa makubwa ma maku sana katika dini, lakini kama hajui kwamba hilo ni kosa, si kosa, ni sawa sana. Vivyo hivyo mtu ana nyumba za mabaa kwa ajili ya watu, hukumu yake nini? ni kifupi cha balaa, kama ni laasi. Kwa hiyo sisi wengine tumeomba udhuru, kwa sababu unaangalia kikutana mawili, amechagua kilicho bora, ile ni fardhu kifaya

zi wanze niko chini yake, nikasema zamani wakati tunadarasisha nyinyi, tunadarasisha akina mzee Kasim Kambarage, akina mzee Mtumwa, walitokea mafungu. Sasa hivi hatuna, ndio mimi ninao watu ambao wanasadaka, alhamdulillah na sisi kwa sababu siwezi Saba sababu, wananipa sadaka lakini sio hizo za kusomesha watoto zaho, kamapokuna mtu kaniwekea bando sema shehe, mpaka nitakapokuambia nitakapokuambia, ai ni kwa ajili ya dini tu, ni kwa ajili ya dini utakudandodi kitu na nina ni bando juu yangu na kuna mwingine kasa, mimi nitakuwa natoa sukari natoa sukari yangu mi na mtoto, sasa hivi mtoto anakwenda chuo. Huyo mwingine a, mama yangu katika milioni moja na thelathini, a, bado bado hapa na mtoto buhongo wa form four yeah, anahitaji ada ya kwanza atakiwa milioni moja laki tano. Anasema okay, wanapata, wanapata. Ikitokea vita watu wanaenda front, nyumbani kwangu hakuna ugali wa kula, natafuta kwanza ugali, naacha nyumbani, afu ndio nenda front. Kwa sababu vita ni fardhu kifaya, kulisha familia ni fardhu ain. <laughs> Tutaona huko kama tutapachika lakini itabidi tukimbizane kimbizane tukimbizane hivi bila kutoa ufafanuzi kwao. Tujaribu kesho tusitoe ufafanuzi, tusome tu moja mpaka mwisho basi. Kwa kila moja, e, tafsiri tu, kwa mfano al-Makan kuzunguka na wazazi kaulan karima inahitaji maeneo. Maeneo. Ni maneno yote unaweza kumwambia mzazi popote? Kuna maneno unaweza kumwambia popote, ni lazima uangalie maeneo ya kumwambia, zgaa hmm? Hiyo ipo katika hiyo kaulan lazima uangalie maeneo ndio wakati Abubakar Siddiq radhiallahu anamusia Umar ibn Khattab, anaambia mimi na kufa, lakini zingatia, kuna amali ambazo ni za mchana Mwenyezi Mungu azikubali usiku, na kuna amali za usiku Mwenyezi Mungu azikubali mchana, kwani kila amali hutokea, amali kawa na muda. Sasa hata mzazi wako lazima uangalie muda, huu muda nataka kumwambia habari hizi, ni muda sahihi. Kwa mfano mimi saa tisa, na taratibu ya kulala saa 9 pamoja, kwamba leo sijalala lakini saa 9 nalala sasa ndo mzezi anakuja kuzunguza mimi muda huo, hapana, akunitendea kuntendea haki. Kwaiyo lazima ujue muda wakati. Lazima ujue muda wa kula e, usiwe tu na utaratibu kwamba ukiivisha wewe ndo mzazi anakula la. Kwahiyo kaulan karima pia inahitaji muda na, na, ndio ndio ni sahihi, sio sahihi. Ile sehemu ulitakiwa uuze umpe akanunue mbali, sio hapo, usiwe na ukaribu naye wa ule wa kumwona, kwa sababu ile italeta mapenzi. Unatakiwa ujutie ilo kosa Ayo ukimweka hapa na wewe unaishi hapo, si simta? Ukisikia naumwa, si sitakwenda kama mtu ambaye ni babake mzazi? Hiyo e, na natakiwa ujutie hiyo. Kumpa ye kitu inakubalika kisheria, kwamba sasa ndio mimi ndio baba nisababisha hivi, yani mimi ndio nisababisha hivi na nimemkosesha nasab. Kwa hiyo bana, hebu e, tafuta kusoma masomo nikulipie, lakini mimi sio baba yako kisheria na nikifa huna chochote kwangu, na wewe kifa, una chochote wala. Ukiolewa kabisa, namwambia usije ukawambia watu kama mimi ni baba yako, sababu mama yake ndo atamtafutia ubini wa huyo. Ooa mama yake mzee. Maswali. waalaikum salam Ndio, inua sauti kidogo mm. uzushi wa kheri ni uzushi wa kheri. Akikwambia hivyo, mwambie na wewe, mnafanya bida ndani ya Ijumaa, mnahutubu hutuba ndefu, mnaswali swala fupi.